Matajiri wanafanyaje? Kila pesa ina kazi kuna. Bajeti kwa kila pengele: chakula, usafiri, akiba, burudani, hata sadaka. Wanajua kabisa kutokufanya bajeti ni sawa na kuamua kuwa maskini kwa hiari. Suluhisho ni nini? Anza kuandika bajeti hata kama kipato chako ni kidogo. Tumia app rahisi za kutunza rekodi au daftari la kawaida. Sababu ya tatu, Unaishi kwa mindset ya umaskini. Hili ni gumu zaidi, kwa sababu halionekani kwa macho, lakini lina nguvu anyabu. Wengi wetu tunakulia kwenye mazingira yanayotufundisha kuwa pesa ni kitu kibaya au kwamba watu matajiri ni wabaya. Mfano wa mindset maskini: siwezi kuwa tajiri kama fulani, sina bahati kwenye pesa, pesa ni ya watu waliozaliwa nazo, siwezi kuwekeza, pesa yangu ni ndogo sana. Hizi fikra ni sumu. Zinaweka kuta kwenye akili yako kabla hata hujaanza safari ya mafanikio. Matajiri wanafanyaje? Wanaamini wana uwezo wa kubadilika na kujifunza. Wanajiona kama wawekezaji hata kabla hawajawa na pesa nyingi. Wanasoma, wanajifunza, wanabadilisha mindset kila siku. Suluhisho ni nini? Anza kujiambia maneno chanya kila siku. Ninaweza kujifunza pesa Zunguka na watu wanaozungumza maendeleo. Angalia video, soma vitabu, tafuta elimu ya fedha kila siku. Kubadilika huanzia kwenye fikra zako. Badilisha fikra zako, utabadilisha maisha yako.